Jina anaitwa Semeni Sefu Mkacha ni mkazi wa kijiji cha Mwera Pangani. Katika miaka miwili na nusu iliyopita ya nyuma, nilikuwa na binti yangu ambaye ni mjamzito. Badala ya kuwa mjamzito, nikamchukua nikampeleka hospitali kwa ajili ya kwenda kujifungua. Nilipompeleka kwa ajili ya kwenda kujifungua, madaktari wakaniagiza vifaa vya ajili ya m... Mtoto kwa ajili ya kwenda kujifungulia. Wakaniagiza madawa, baadhi ya madawa, niende nikanunue. Nikaenda nikanunua baadhi ya madawa nikawapelekea, wakaniambia, mama mwanao, kutokana na hali tulomwangalia hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida, inabidi tumpeleke operesheni. Nikawaambia sawa. Wakamchukua mwanangu akampeleka kwenye operesheni, wakati anafika kwenye operesheni, mara naona madaktari wanaangaika badala kuwa anahangaika nikamwambia, kitu gani, kuna shida gani, wanaambia umeme umefanyaje, umekatika. Nikamwambia umeme umekatika. Eh, kwa hiyo wao ndio tunajitahidi kuwasha nini? Kuwasha jenereta. Wakati anahangaika kuwasha jenereta, wanaenda kufungua kwenye mlango wa chumba cha jenereta. Kwanza funguo zikawa hazionekani, wakawa anahangaika kutafuta nini? Wanatafuta funguo. Nikamwambia mtafuta funguo, anasema yeye hatujui, sijui funguo ziko wapi. Nikamwambia sasa, kama hamjui funguo ziko wapi, basi ninachoomba vunjeni mimi niko tayari kulipa gharama za nani za mwana ili mwanangu aweze kupona, mwokoe maisha yake. Mimi niko tayari kulipa ilo hela za funguo. Kuna daktari mmoja akanambia, basi dada, jitahidi tuanze kusaidiana tuvunje. Nikamwambia, nikaa nimechukua mara nimechukua jiwe mara nimechukua nini, lakini mara wakapata funguo, wakaja nazo, wakafungua, wanakwenda kufungua kwenye chumba cha generator, wanalisha generator, wanasema generator halina mafuta. Anatoka daktari mmoja anaenda kutafuta nini, anachukua pikipiki, anaanza kuangaika kwenda kutafuta mafuta wakati na mimi nimeshapiga simu kwa watu baadhi ya watu kuhitaji kuhusu maswala ya nini ya kusaidia umeme. Kwa bahati nzuri, kuna nani diwani akapiga simu Tanesco, Tanesco umeme ukawa, wanasema umerudi. Nikawaambia madaktari, mbona nyinyi mnasema umeme umekatika? Lakini mimi nimepiga simu nimeambia umeme umerudi. Naangalia kwenye nyumba za madaktari nakuta umeme unawaka, pale hospitali umeme hakuna. Nikawauliza shida nini, mbona kule umeme unawaka huku kwetu hospitali umeme hakuna kuna shida gani? Kuna daktari mmoja akasema, ah, ramdan luku. Yule daktari ndo akatoka baada ya muda umeme ukafanyaje? Ukarudi. Sasa sijajua hapo shida kama ilikuwa ni luku au jenereta ndo hivyo hakikawa halijawashwa, lakini baadaye badala ya kwenda kutoka yule daktari kurudi, umeme ukawaka. Sasa hapo sijajua shida ilikuwa ni kwenye chanzo cha luku, ama ni shida ni jenereta ilikuwa nini, halina mafuta mpaka anakuja kutoka mwanangu, baada ya muda, anamtoa mtoto. Nikaambia, mmemtoa mtoto, mama yake yuko wapi? Mbona sijamwona mimi? Nataka nimwone mama yake. Jibu lake akanambiaje? Akanambia, subiri mama, mwanao hana shida, yote atatoka wanamtoa mwanangu wakati ananoa na mashine yao ile ya kupuliza ya nini, oksijeni sijui, wanani wamemtoa, wanamleta udini, wanamleta udini mwanangu, hivi anapumua, anamwaga mapovu. Kwa maana ile dawa, badala ya kushakulana, walimdunga sindano nyingine, ikawa amekuwa ni nini, ni sumu. Sumu ile imepanda mwilini. Kwa maana mwanangu, wananiambia mama, hali ya mwanao imeshakuwa ni nini, ni mbaya, inabidi tukupe transfer, uende wapi? Uende Bombo, hospitali ya mkoa. Nikawaambia sawa, wanamchukua mwanangu tunakwenda naye mpaka Bombo. Bombo hali imekwenda tumekaa, baada ya muda imeshindikana, ikabidi nikapoa transfer kwenda wapi kwenda Muimbili Mloganzila. Kufika kule akazimia miezi miwili karibu na nusu, mpaka anakuja kupata ufahamu. Hali ya mwanangu hawezi kufanya chochote, yani amekuwa kama mtoto mwili, kila kitu vinajiachia. Kwa hiyo hiyo hali mimi imenisikitisha na inaniumiza mpaka sasa hivi. Ndio baada ya muda nikajaribu sana kutafuta misaada, wakati niko Bombo nikatafuta msaada badala ya kutafuta msaada, kuna kiongozi mmoja alikatukajaribu, kumpigia simu, majibu yake akasema, oh, sasa nyinyi mnataka nani usafiri, usafiri wa kumpeleka daktari nani ndio mgonjwa hospitali? Je, akifa mtataka usafiri wa kumrudisha nyumbani? Umeona? Kwa hiyo mimi nikahangaika baada ya muda mpaka tukapata usafiri tukaenda zetu Muhimbili, kwenda Muhimbili ndo hapo nimerudi sasa, nahangaika jinsi gani, kwa sababu huyu alikuwa na kliniki ya kwenda Mloganzira. Kila ninavyojitahidi kutafuta msaada sijapata, mpaka siku na mwezi, siku na hiyo, mkuu wa wilaya kwa bahati nzuri akajaribu kupita katika kijiji chetu, kuja kuchukua kero za wana kijiji. Mimi ndo nikatoa malalamiko yangu mbele za watu, mkuu wa wilaya ndo akanipa msaada wa milioni moja. Nashukuru kwa hilo. Kunipa badaipa ao akaniahidi na bima lakini sasa hiyo milioni moja ambayo alionipa mimi nilikuwa na kila mwezi nahitajika kwenda Mloganzira kwa ajili ya kliniki, ile hela mimi haikuchukua muda, imefanyaje, imekwishia. Na bado nahitaji matibabu. Bima ile imepatikana nimehangaika nayo, ni bima mwaka mmoja mpaka dakika sasa hivi. Nimejaribu kufuatilia bima, viongozi wa chama wa serikali wananiambia bwana, mpaka sasa hivi hili swala ni jukumu lako kwa wewe mama, sisi kama ni serikali tumeshakusaidia hiyo milioni moja tumeshakupatia na bima, kwa hiyo, hiyo hali itabidi ni ya kwako wewe mwenyewe kama wewe Uweze kujisaidia wewe mwenyewe na familia yako. Kwa hiyo ndio hali ambayo nilikuwa nayo na mpaka dakika hii sasa hivi nahangaika na, na, na mtoto wangu. Sina msaada wowote kwa kweli. Namshukuru diwani wangu tu ndo kama hivi ninavyosema nikitoka nina shida shilingi 5000 atanipa. Naenda hospitali diwani nisaidie atanipa alichokuwa nacho. Kwa kweli nashukuru katika hilo. Lakini katika nani nimeshamaliza. Yaani sina msaada wowote. Namba yangu ya simu ni sifuri saba saba saba nane sifuri sifuri sifuri tisa mbili nne. Lakini pia tumeweza kuzungumza na mheshimiwa diwani e, Jamhuri Yusufu Mnyonge kutoka kata ya Mwera ambako kuna hili sakata lilomuhusu binti Leila. Huyu msichana alikuwa yuko hospitali alipokwenda kujifungua, ndo ikaanza kutokea changamoto hiyo ya umeme. Sasa umeme ulikatika kwa muda mrefu, hata baada kuja kurudi umeme ndio kitokea ile changamoto kwamba ile kaja tena na mingine haiwezi kuendelea. Yani, kwa hiyo yani kosa ni kile nafikiri mama yake ndio anajua hiyo ya formula nzima ya haya matukio. Lakini wewe ukiwa kama kiongozi mheshimiwa diwani wa maeneo hayo unayoishi, uh, ni kwamba taarifa uh, hizi unazijua mwanzo mpaka mwisho. Eh, kwamba taarifa hizo kama ninavyokueleza za za hiyo hivi navyokueleza ndio lilivyokuwa, na kulifahamu ni jambo ambalo limefanyika, na so so jambo kwamba labda kwamba la kificho. Hata kwenye mikutano alikuwa anakwenda anasema jinsi tukio liliotokea, ambazo itafikia kwenye hatua hiyo, na mpaka leo wewe, leo unakutana naye hapo, anajieleza hii hivi vyote vilivyokwenda, shirikiano ambayo alipewa na watu mbalimbali na kama nilivyoeleza nakwambia, na mbunge naye alimsaidia, mkuu wa wilaya alimsaidia, mbunge alimsaidia, eh, Zela Mabela Isa alimsaidia, alimsaidia uh, kwa uh, kiasi kikubwa sana, na alimsaidia kwenye mkutano aa, nilijieleza na akaonekana kwamba hili ni tatizo, alihitaji msaada kweli, kasaidiwa na ndio ikamsukuma sukuma hiyo. Aa, najua nafuti madiwani wa vijijini, lakini tunasaidia watu wengine nao wenye kuwiwa, wakimwona vile vile wanamsaidia. Hivyo siku amepaza sauti, imefika huko. Kubwa ni, ni msaada ambao utaonesha kwamba mtoto wake atapona kwa njia njema. Unafahamu kwamba umeme ulikatika, jenereta unaeleza kwamba ilikuwa haina mafuta, lakini umeme ulikatika, nafahamu kwamba umeme ulikatika. Lakini pia ni moja kati ya sababu inayoashiria kwamba itakuwa ilileta ilipelekea uh, tatizo hili ambalo leo Leila anakabiliwa nalo. Ni kweli, ni kweli. Na wewe ukiwa kama mheshimiwa diwani wa eneo hilo ulichukua hatua gani dhidi ya, ya, ya, ya mkazi wako wa eneo hilo la Mwera? Ah, mimi nilimpa njia ya kwenda, kwa sababu moja ya kwanza li, li, limwanzeka katika vyombo vingine, ili kuona suala lake litakwendaje. Alikwenda mpaka ae na alipewa ushirikiano mkubwa, wakaja kufanya utafiti mbalimbali, na watu ambao walihusiana na hilo jambo walipo walihojiwa, lakini kiwaenbelea huko mbele sasa, sikufahamu ainibado tukawa tunaendelea kumsaidia huyu mama, tuone kwamba mtoto wake atalikaba kwa kiasi gani, na ndio maana ndio nasema mpaka kwenye hatua hiyo ambayo wewe leo leo umeiona. Kubwa ambayo sisi tunaguswa ni njia gani ya kuweza kumsaidia huyu mama aweze ku- kufanikiwa ku, ku, na yale ambayo maisha ya mtoto wake mtoto wake yanaweza yana majibu chanya. Sisi kama viongozi wa kata hii ambayo tulianza sisi kuona kwamba Tuna wiwa kiasi gani kuweza kumsaidia mama, tunaweza kuonyesha ushirikiano, lakini ndani ya kuonyesha ushirikiano huo, pia na sisi tukapaza sauti zetu kuomba watu mbalimbali kuweza kuona kumsaidia. Lakini ni lakini niezi tu kwa ufupi kwamba huyo mama sio kama hakuweza kusaidiwa na, na ngazi za juu, hata ngazi ambazo sia ngazi za kiwilaya, kama nikikueleza mwanzo, hata mbunge alionyesha njia thabiti ya kuweza kumsaidia Sambamba na hilo, hata kwenye mikutano mbalimbali walikuwa akizunguka suala lake ilikuwa ikipita michango pia kaanza kusaidia wale mama wengine wengine, mtoto aweze kupea. Lakini sasa si kubwa, si kwa milioni, na msingi huyo mama alikuwa apate bima kubwa ya eh, kuweza kumsaidia kwa baba yake, na mwingine anaweza kupata huduma kenda, labda Bombo Hospitali, anaweza akapata huduma. Hivyo ndio kubwa ile ambalo sisi kama viongozi tulikuwa tuna ona la msingi mama mtoto wake awezi kupona kwa haraka, lakini mchakato umesimama. Mheshimiwa, hili si unalionaje? ni kweli ni kweli. Sasa mimi na labda na, labda na mimi sasa niweze kupaza ku, ku, ku, sauti kuweza kupata msaada kwa sehemu nyingine, kwa sababu kama kama kada e, hapa, namini, na mimi nimeshafikisha kwenye kada zangu ambazo zimeona hapa na mimi naweza ni sehemu na kuweza kupata msaada msaadaikisha na kama nilivyokueleza, kwamba kada hizo nazo zionyesha ushirikiano mkubwa. Sasa nafikiri mimi na wewe na wengine tuweze kujitengeneza hili ili kuweza kuwezaue kupata huduma ya kiafya.